Msimleji wako anaitwa Karen Steve. Amenipatikana kwa simu namba sifuri sita mbili moja tatu moja sita sifuri mbili sita. Kama ndio mara ya kwanza kukutana na YouTube channel yetu na bado subscribe, basi jambo ni moja tu. Subscribe alafu bonyeza alama ya kengele. Usisahau kulaiki, kushia na kukomenti, ili basi kusaidia na wale wengine kupata ile ladha ambayo wewe unaipata. Tuende moja kwa moja kwenye mwendelezo wa simulizi yetu ya Nilisoma shule ya Majini. Hii ni sehemu ya tatu. Ungana na mimi. Baada ya tukio la kusisimua na hatari kwenye ulimwengu wa majini, maisha ya shule yalirejea katika hali ya kawaida, lakini kwa upande wangu, hali ilikuwa kawaida kabisa. Kelvin alikuwa ameokoka ameokoa maisha yangu, na kwa mara ya kwanza nilianza kumwona kwa mtazamo tofauti ingawa alikuwa jini, vitendo vyake vilionyesha kuwa alikuwa na moyo mzuri na hakuwa na nia mbaya kwangu. Tulianza kutumia muda mwingi pamoja, tukijadili mambo mbalimbali kuhusu shule, maisha na hata siri za ulimwengu wa majini. Kadri muda ulivyopita, nilianza kuhisi hisia za kipekee ndani yangu. Nilihisi nikiwa na hamu ya kuwa karibu na Kelvin zaidi na zaidi. Siku moja, nikiwa nimekaa chini ya mti mkubwa nyuma ya shule, Kelvin alikuja na kuketi kando yangu. Brianna, leo unaonekana na mawazo mengi. Kuna nini kinaendelea? Nilitabasamu kidogo na kumwangalia. Kelvin, nilikuwa najiuliza mambo mengi kuhusu sisi, kuhusu mimi na wewe. Maisha yangu yamebadilika sana tangu nikujue na najikuta nikifikiria zaidi juu yako. Kelvin alitabasamu, akaketi karibu zaidi na mimi. Brianna, nakuelewa. Mimi pia nimekuwa nikifikiria sana kuhusu wewe. Kila mara nikiwa karibu na wewe najisi kuwa na furaha na amani. Tulikaa kimya kwa muda tukisikiliza upepo ukivuma taratibu tu. ghafla. Kelvin aliweka mkono wake juu ya mkono wangu. Brianna, kuna kitu nataka kukwambia. Tangu siku ile nilipokuokoa, nilisikia kitu tofauti ndani yangu. Nimekuwa nikihisi kuvutiwa na wewe kwa maana isiyoelezeka. Moyo wangu ulidunda kwa kasi. Kelvin, mi pia nimekuwa nikihisi hivyo. Wewe ni tofauti na jini yoyote niliyokutana naye, una moyo mzuri na ulinionyesha upendo wa ukweli. Calvin alinisogelea karibu zaidi, akishika mikono yangu kwa nguvu kidogo. Brianna, nisiko na hisia za kipekee sana kwako. Nataka uwe karibu na mimi. Nataka kuwa zaidi ya rafiki kwako. Alisimama na kunisaidia kusimama pia, tulitembea pamoja mpaka kwenye ukingo wa mto uliojaa maji ya bluu yanayong'aa. Hapa mazingira yalikuwa mazuri sana. Tulisikia sauti za ndege wakiimba na maji yakitiririka kwa utulivu. Kelvin aliniangalia machoni, macho yake ya kijani yakionekana dhahiri hisia zake. Briana, umependeza sana chini ya mwanga wa mwezi, alisema kwa sauti ya upole na macho yake yakimetameta. Nilihisi aibu kidogo, lakini pia furaha kubwa. Asante Kelvin, naye pia unapendeza sana, nilijibu nikiwa nimejaa furaha. Kelvin alinisogeza karibu zaidi akishika mikono yangu kwa nguvu. Nataka uniambie ukweli, Briana. Je, unahisi nini kuhusu mimi? Nilimwangalia machoni nikiona upendo na hofu kidogo. Kelvin, nahisi upendo wa kweli kwako kwa. Tangu siku ile uliponisaidia nimekuwa nikifikiria zaidi kuhusu wewe na hisia zangu zimekuwa zimekuwa. Kelvin alitabasamu na kuniangalia kwa upendo. Briana, mimi pia nakupenda, nataka tuwe pamoja, tuishi na upendo na tupeane furaha. Nilihisi machozi akiwa machoni mwangu kwa furaha. Kelvin, pia nataka hivyo, nihisi furaha na amani zaidi nikiwa karibu na wewe. Tulipokumbatiana kwa mara ya kwanza nilisikia joto la upendo wake likizunguka mwilini mwangu. Ulikuwa wakati wa kipekee sana, ulitufanya kuwa karibu zaidi kuliko hapo awali. Usiku huo tulikaa pamoja chini ya mwanga wa mwezi tukizungumza kwa muda mrefu kuhusu maisha yetu na mipango yetu ya baadaye. Tulipoamua kurudi hostel, Kelvin alinishika mkono na kuniangalia machoni kwa mara nyingine Brian, anataka ujue kwamba nitakuwa hapa kila wakati kwako. Nakupenda sana na sitakuacha kamwe. Nilitabasamu na kumkumbatia kwa nguvu. Kelvin, mimi pia nakupenda. Asante kwa kuwa na mimi na kunipa upendo huu hu wa kipekee. Usiku ule nililala kwa amani zaidi kuliko wakati wote. Nilijua kwa licha ya changamoto zote zilizopo shuleni, niliweza kupata upendo wa kweli kutoka kwa Kelvin. Nilijua kwa safari yetu bado ilikuwa na vikwazo vingi, lakini nikiwa na Kelvin, tena kando yangu nilihisi kuwa na nguvu zaidi ya kukabiliana na chochote kitakachokuja. Siku ilipofika ya kafara, Kevin alinieleza kwa hofu, Briana, leo ni siku ya kafara. Kila mwisho wa mwezi baba yangu anafanya kafara, na siku hii inaweza kuwa hatari sana kwako. Lazima uwe makini, kwa maana baba ana nguvu nyingi kuliko mimi na siwezi kushindana naye. Nilihisi uoga ulikuwa unanipanda, lakini niliamua kuwa shujaa kwa sababu ya Salome. Tulipelekwa sehemu tofauti kidogo mbali na shule. Kule niliona majini wengi wakiwa wamekusanyika, macho yao yakinitazama kwa njia ya kutisha. Nilijua leo inaweza kuwa mwisho wa safari yangu. Kila jina liniangalia kwa macho makali, na nikakumbuka maneno ya Kelvin, sadaka ya damu yako ndo inahitajika, kama sio wote basi ni rafiki yako, damu yako inahitajika sana. Sikumwambia Salome ukweli, nilikuwa nimeamua kumlinda kwa gharama yoyote ile. Kafala ilianza kwa ngoma na nyimbo za ajabu zilizoimbwa na majini, na sauti zenyewe zilikuwa kama zinakwamakwama: maluma kishikasha dumanuda nashanasha fame wetu washakapisha sadaka yetu kukamilisha. Baada ya sa saa moja ya ngoma na nyimbo hizo za ajabu, yule mfalme wa majini alisimama na kusema kwa sauti ya kutisha, leo ni siku ya kutoa sadaka ndalo inahitajika damu safi ambayo wanafunzi wawili wanayo. Alicheka sana huku macho yake yakimetameta ya kwa shauku ya damu. Nilisi moyo wangu ukidunda kwa kasi, nilijua ni mimi au Salome ambaye alishahitajika kufa. Nilimsogelea Salome na kumkumbatia kwa nguvu. Usijali Salome, tutavuka ile pamoja, nilimwambia huku nikijaribu kujipa moyo, lakini ndani ya moyo wangu nilijua kwamba ilikuwa ni lazima nitoliwe kafara ili Salome aishi. Nilianza kusoma kusonga tu mbele kuelekea kwenye eneo la kafara, lakini nilishangaa kumwona Kelvin hayupo. Nilianza kujua na wasiwasi wasi zaidi, nikisikia kwamba leo ilikuwa siku yangu mbaya sana. Lakini ghafla mfalme akasema, unadhani Kelvin atakusaidia? Ndio kwamba Kelvin amefungiwa kwenye jumba lenye nguvu za kijini zaidi yake. Hali hii ilionekana kuwa mbaya sana. Niliendelea kusonga mbele nikijua kwamba njia pekee ya kumsaidia Kelvin ni kupitia mimi mwenyewe. Salome alinisi usikili rafiki yangu. Mfalme wa majini alisimama mbele yangu, macho yake akiwa amejesha upya damu. Leo tutapata sadaka safi, damu yako itatulisha na kutupa nguvu zaidi, alitangaza kwa sauti ya kuogofya. Nilijisemea kimoyo moyo, lazima ni ushujaa kwa ajili ya Salome na Kelvin. Nilisimama wima mbele ya mfalme nikiwa tayari kwa lolote, lakini ghafla, kabla ya mfalme kuanza gafara, sauti ya kutisha ilisikika. Ilikuwa ni Kelvin, alikuwa ameweza kuvunja nguvu za jumba lile, na alikuwa akija kwa kasi ya kutokoa. Mwacheni Briana. Kelvin alipiga kelele akionyesha uso wa hasira na ujasiri. Mfalme aligeuka na kumtazama kwa mshangao. Calvin, unajua adhabu ya kusimamisha sherehe hii? Mfalme aliuliza kwa hasira. Ndiyo, najua baba, lakini sitaruhusu Briana kutolewa kafara na kupinga kwa mara ya kwanza kwa sababu ya upendo wangu kwake. Kelvin alisema kwa sauti thabiti. Mfalme alionekana kushtuka na kisha Kucheka kwa kejeri. Oh, Kelvin, umeanguka kwenye mtego wa binadamu. Basi utakiona cha mtema kuni. Alisema kwa kuinua mikono yake kuashiria kuanza kafara, lakini kabla hajachukua hatua yoyote, Kelvin alikimbilia mbele yangu na kuniweka nyuma yake. Nitakupigania hadi ni mwisho Briana, na kupenda sana na sitakuacha. Aliniambia kwa sauti ujesiri, ya upendo na ujasiri, nilisimachozi ya kijana machoni mwangu kwa furaha na hofu. Kelvin, nakupenda pia tafadhali uwe makini, nilimwambia nikiwa na hofu kuu. Kelvin alisimama imara mbele ya mfalme akijua kuwa vita hii itakuwa ngumu, lakini kwa upendo wetu uli, alikuwa tayari kupigana hadi mwisho. Vita kati ya baba na mwana vilianza, na ilikuwa ni vita ya kipekee kati ya nguvu za kijini na upendo wa kweli. Majini waliokuwa wamekusanyika walitazama kwa mshangao na hofu, wakijua kwamba siku hii itakuwa ya kihistoria. Kelvin alitumia nguvu zake zote za kijini kupambana na wanajeshi wa baba yake. Alionyesha ujasiri na ustadi wa hali ya juu. Vita ilikuwa kali na ya kusisimua, lakini hatimaye kwa upendo wake na dhamira thabiti, Kelvin aliweza kuwashinda wanajeshi wa baba yake. Wanajeshi wa ufalme walianguka chini, wakiwa wameshindwa na upendo wa kweli. Kelvin, umeshinda leo, lakini kumbuka, kwa nguvu zangu zitapotea na hazitarudi kamwe. Kelvin alimsogelea na kusema, "Baba, nimechagua upendo juu ya uovu naamini siku moja utaelewa." Baada ya vita ile Kelvin alinichukua na kunirudisha kwenye sehemu salama. Nilisifuraha na amani kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu. Kelvin umeniokoa tena. Asante kwa kila kitu. Nilimwambia kunikiwa nalia kwa furaha. Kelvin alinikumbatia kwa upendo na kuniambia, "Brian nitakuwa hapa kila wakati kwa ajili yako. Nakupenda sana na sitakuacha kamwe." Zilipita siku kama tatu tangu tukio lile la kutisha. Sikumwona Kelvin na kiukweli, mambo ya ajabu yalikuwa yameacha kutokea. Nilijiuliza mbona kukopoa kabisa, lakini ndani ya moyo wangu nilisiozuni. Bila Kelvin sikuwa na furaha kamili. Nilianza kuwa na hofu kwamba jambo baya lilikuwa limemtokea. Siku moja, nilipokuwa nikitembea kwenye bustani ya shule, nilipata taarifa za kutisha kwamba Kelvin alikuwa amepokea, amepelekwa ulimwengu wa majini kwa ajili ya mateso. Mfalme wa majini alikuwa amemkamata na kumrudisha ili ampe adhabu kali kwa kuwasaliti majini na kuwalinda wanafunzi wa shule yetu. Mateso yake yalikuwa makali na ya kutisha, lakini Kelvin aliendelea kwa shujaa. Mateso ya Kelvin, huku baba yake akisisitiza, leo lazima tumnyooshe, hawezi kuaibisha mbele ya wale watoto kwanza. Wanajeshi kwa wa baba yake walimchoma Kelvin kwa moto wa kijini. Moto huu ulikuwa na maumivu makali yasiyovumilika, ukichoma ngozi yake na kumwacha kupiga kelele za uchungu. Utaacha kuwalinda wanafunzi? walimuuliza kwa sauti ya kali. Kelvin, akiwa amejawa na maumivu makali, alijibu kwa nguvu zake zote, nitawalinda mpaka pumzi yangu ya mwisho. Jibu lake lilikuwa na uthabiti wa ajabu, likionyesha dhamira yake isiyoyumba. Na baada ya hapo, walimzamisha kwenye maji ya chumvi yaliyochoma mwili wake. Maji hayo yalikuwa na chumvi nyingi kiasi kwamba kila toni lililomgusa lilimchoma na kumwacha akipiga kelele za uchungu. Utaacha kulinda wanafunzi? walimuuliza tena. Kelvin akiwa anahangaika na maumivu ya maji ya chumvi alijibu kwa nguvu, nitawalinda mpaka pumzi yangu ya mwisho. Wanajeshi hao wakamfunga Kelvin kwenye chumba cha giza kabisa, bila hewa safi. Giza lile lilikuwa zito kiasi kwamba hakuweza kuona chochote, alisihofu na upweke, lakini aliendelea kushikilia dhamira yake. Utaacha kuwalinda wanafunzi, walimuuliza wakimtishia. Kelvin alijibu kwa uthabiti, ntawalinda mpaka pumzi yangu ya mwisho. Walipoona kwamba kuonyesha dalili ya kukata tamaa, alimfunga minyororo ya moto ili kuunguza ngozi yake. Minyororo hiyo ilikuwa na moto mkali, ikiunguza mikono na miguu yake kila alipojaribu kusogea. utaacha kuwalinda wanafunzi, walimuuliza kwa sauti kali. Calvin alisema kwa nguvu, nitawalinda mpaka pumzi yangu ya mwisho. Mateso yaliendelea, walimchoma kwa ncha za moto mwili wake, kila choma lilipiga alipo alipata maumivu makali, lakini akukata tamaa. utaacha kuwalinda wanafunzi, walimuuliza kumtishia zaidi. Kelvin alijibu kwa sauti thabiti, ntawajibu mpaka pumzi yangu ya mwisho. Walimpiga na radi za maumivu makali, kila radi ilimfanya ahisi kama mwili wake unavunjika vipande vipande. utaacha kuwalinda wanafunzi, walimuuliza kwa sauti ya kutisha. Kelvin alisema kwa uthabiti, nitawalinda mpaka pumzi yangu ya mwisho. Walimzamisha kwenye barafu iliyoganda mwili wake baridi lile lilikuwa kali kiasi kwamba alihisi mifupa yake inagandia. Waliendelea kumuuliza na jibu lake lilikuwa vile vile. Walimpiga kwa mkuki ya uchungu, tena uchungu mkali. Kila pigo lilimfanya apige kelele za maumivu lakini hakukata tamaa. Walimpiga sumu ya kijini ambayo inaumiza mwili wake kwa maumivu makali. Sumu hiyo ilimfanya hisi kama mwili wake unaungua kutoka ndani. Lakini swali hilo walimjibu, walimuuliza, jibu lake lilikuwa vile vile. Hatimaye walitumia nguvu za kijini kumtesa kwa uchungu wa kipekee. Kila nguvu iliyotumika ilimfanya hisi maumivu yasiyovumilika, lakini kila walipomuliza swali, jibu lake lilikuwa vile vile. Na baada mate ya mateso haya makali, Kevin aliendelea kushikilia msimamo wake wa kuwalinda wanafunzi wa shule. Siku moja nikiwa na huzuni na hofu ya kuto kujua hatima ya Kelvin, nilipata ujumbe wa siri uliokuwa umeficha kwenye chupa yangu. Ujumbe huo ulisema, Brian, na Kelvin amekuwa akiteseka kwa ajili yako, lazima umsaidie kwa njia yoyote ile. Nilihisi moyo wangu ukidunda kwa kasi na kujua kwamba nilikuwa na jukumu kubwa la kumsaidia Kelvin. Nilianza kupanga jinsi ya kuingia ulimwengu wa majini na kumwokoa Kelvin kutoka kwenye mateso yale ya kutisha. Kumu, ujumbe ule niliopokea ulikuwa ni mtego wa mimi kwenda kuuawa na sikujua hilo, maskini ya Mungu. Ujumbe huu ulikuwa na ramani iliyoanza kuifuata kwa matumaini ya kumwokoa Kelvin. Nilitembea kwa mwendo wa nusu saa kufika sehemu nilipoelekezwa. Nilipofika nilikuta majuka mengi sana yakiwa na shauku ya kunimaliza. Hofu ilinizidi lakini iliamua kuto kutikisika. Gafla sauti ikasikika angani, kweli wewe ni binadamu mpumbavu, nini utajielewa? Kicheko kibaya kilifuata, ni kiisi kabisa ni tatizo kilinifanya ni si hofu zaidi. Ghafla sauti hiyo ilitoweka na giza kubwa likaingia. Nikashtuka na kujisemea, mbona ilikuwa mchana jamani. Nilijawa na hofu sana, nikiwa nimesimama peke yangu katikati ya majoka yale ya kutisha. Nikiwa naogopa nilisi sauti nyingine ikisema, njoo Brian, njoo karibu. Sauti hiyo ilisikika kama ya kike kirafiki, lakini pia ya kutisha. Nijikuta nikianza kusogea kuelekea mahali sauti ilipotokea. Na giza likuwa limezidi, na nilikuwa nashindwa kuona vizuri, lakini nilijikaza, nikijua kwamba lazima nimsaidie Kelvin kwa namna yoyote ile. Majoka yalipoona ninasogelea, alianza kusogea karibu nami, na yakitoa sauti za kutisha na kuonyesha meno yao makali. Nilisikia chefu chefu na hofu kilizidi, lakini niliendelea kusogea mbele. Nilipozidi kusogea kiasi, nilizidi kwa uzito zaidi. Nilihisi kama moyo wangu unataka kupasuka kwa hofu. Mara ghafla, nilisikia kitu kikinigusa begani. Nilipogeuka niliona jini mwenye sura mbaya na macho mekundu, alikuwa na tabasamu, tabasamu la kutisha. Karibu katika ulimwengu wetu, Briana alisema kwa sauti ya kutisha, umeingia kwenye mtego wetu. Nilihisi hofu kubwa nikiwa sijui cha kufanya. Kwa nini, kwa nini mnanifanyia hivi? Niliuliza kwa sauti ya hofu. Jini ule alicheka na kuniambia Tulijua kwamba utajaribu kumsaidia Kelvin na sasa umeingia kwenye mtego wetu, hakuna pa kukimbilia. Nilijaribu kukimbia, lakini giza lilikuwa zito sana na majoka yalikuwa yakinizunguka. Nilianguka chini nikiwa na hofu na kuchanganyikiwa. Kelvin, Kelvin! Nilipiga kelele nikiwa na matumaini kwamba angetokea na kunisaidia. Sauti yangu ilipotelea kwenye giza lile hakukuwa na msaada wowote. Nilijawa na uoga mkubwa, kwa sababu majini yalinitokea ya kutisha tu. Nilitetemeka na nilimtemea mate huko nikijisemea, nimefuata nini huku tena? Nilikuwa nalia kama mtoto mdogo, nikisema kwa hofu, Kelvin yuko wapi, kwapi? Mara ghafla wakatokea wasichana watatu wenye sura za kutisha zilizochakaa sana, na damu zikitirilika kutoka miili yao, wakasema kwa sauti ya kutisha, karibu kwenye lango la majini. Leo ndio leo. Walinzunguka na kunifanya nina hofu kubwa zaidi. Walianza kuimba nyimbo za ajabu zilizo ambazo zilikuwa hazieleweki, nyimbo za ulimwengu wa majini. Zara kiluthu makena garuma ni luthuma, damu yako inahitajika leo ni leo. Nakena kiluthu zara ni thuma garuma, mwanadamu hunapa kukimbilia, leo ni leo. Tafsiri yake ilikuwa leo ni siku ya sadaka, damu yako inahitajika, huna pa kukimbilia. Nilihisi moyo wangu ukizidi kudunda kwa hofu, nikiwa nimezingira na wasichana wao wa kutisha. Nilijua kwamba maisha yangu yalikuwa hatarini sana. Ghafla aliachiwa kutoka kwenye kifungo chake cha kijini. Aliporudi shuleni, alinitafuta kila kona, lakini akuniona. Mwisho aliona ile barua ya sili niliyotumiwa na kugundua kwamba nimeingia kwenye mtego. Kelvin alichanganyikiwa na kujua kwamba leo ndio siku yangu ambayo naweza kupoteza maisha. Alijua nilipo pelekwa kwamba huko ndiko makazi ya majini na kwamba hatari ilikuwa kubwa sana. Bila kupoteza muda, alikimbia kuelekea sehemu hiyo kwa haraka. Nikiwa bado nimezungukwa na wale wasichana watatu wakipiga kelele, damu yako inahitajika sana. Nilihisi mikono yao ikinikamata kwa nguvu. Nilijaribu kujinasua, lakini ilikuwa ngumu. Nililala na kulia kwa uchungu. Kelvin, Kelvin uko wapi? Kelvin alifika kwenye lango la majini akitumia nguvu zake za kijini kuingia ndani. Aliponiona nimezingirwa na wasichana wale wa kutisha, alijawa na hasira na ujasiri wa ajabu. "Wacheni Brianna." Aliamuru kwa sauti ujasiri akitoa mwanga mkubwa uliofanya wasichana wale kutawanyika kwa hofu. Brianna, "Uko salama." Alisema huku akinishika mikono na kuniinua. "Nimekuja kukulinda." Nilisikia machozi ya nilidhani nitakufa. itaku, Hapana, hujakufa nitakuokoa kila mara, alisema kwa sauti ya upole kakiniangalia kwa jicho la upendo. umeniamini na ukanifata na nitahakikisha yani, hapana, wewe ndio umeniamini na ukanifuata mimi, ndio nitahakikisha uko salama. Kelvin alitumia nguvu zake kuondoa giza na majoka yote yaliyokuwa yakinitisha. Tulirejea katika sehemu salama huku moyo wangu ukiwa na shukrani kubwa kwa Kelvin. Nilijua kwamba alinipenda na aliko tayari kufanya lolote ili kunilinda. Tuliporudi shuleni, Kelvin alinisii niwe makini zaidi na kutokumwamini mtu yoyote kirahisi. Ulimwengu wa majini ni hatari sana, Briana. Lazima uwe na akili na nguvu za ziada ili kupambana nao. Alisema kwa sauti ya upole lakini yenye msisitizo. Nilimwangalia Kelvin kwa shukrani nikisema, "Asante. Nashukuru sana kwa kunilinda." Nitajitahidi kuwa makini zaidi. Kelvin alinikumbatia na kusema, sisi ni timu moja sawa Brian? Tutapambana pamoja. Nikiwa nimeshika mkono wa Kelvin kwanguvu, kwa nguvu niliuliza kwa swali la hofu, "Kelvin, utakuwa na mimi milele?" Kelvin akajibu mara moja. Badala yake aliingia kwenye kumbukumbu za mateso aliyopitia. Baba yake alimwambia, "Kelvin, ili tuweze kuwaacha wanafunzi warudi kwao kwa usalama, gharama ni maisha yako." Kelvin alikubali kutoa maisha yake ili Briana na wanafunzi wenzake wapone. Alijua kwamba huu ndo uamuzi mgumu zaidi aliowahi kuufanya, lakini aliufanya kwa upendo, kujitoa kwa ajili yao. Alipotoka kwenye kumbukumbu hizo, Kelvin aliniangalia kwa macho yaliyojaa huzuni na upendo. Briana, alisema kwa sauti ya upole lakini yenye uzito, ikitokea sipo, nimekufa, naomba usije kuhuzunika. Nilishtuka na kumuuliza kwa hofu, kwa nini unasema hivyo? Kelvin alitabasamu kidogo, lakini tabasamu lake lilikuwa na huzuni. Nasema tu kwa sababu siku hii ni hatari sana. Tunapaswa kuwa na tahadhari kila mahali. Nilijua kwamba Kelvin alikuwa akinificha jambo, lakini sikuweza kubaini ni nini hasa. Nilihisi hofu moyoni mwangu, lakini niliamua kumwamini na kumtegemea. Sawa, Kelvin. Nilisema kwa sauti ya upole, lakini najua tutaweza kushinda hatari zote pamoja. Kelvin alinikumbatia kwa upole na kusema, sisi ni timu moja Briana, tutapambana hadi mwisho. Usiku ule nililala kwa huzuni na mawazo mengi kichwani mwangu. Kelvin alibaki karibu nami, alihakikisha niko salama. Nilijua kwamba alikuwa na jambo zito moyoni mwake, lakini alikuwa tayari kuniambia. Nilisihofu ya kupoteza mtu niliyempenda, lakini niliamua kuwa na nguvu kwa ajili yake, kwa ajili ya wanafunzi wenzangu. Kesho yake tuliamka na kuendelea na masomo yetu kama kawaida, lakini kila mara nilipomtazama Kelvin nilihisi huzuni na hofu moyoni mwangu. Niliamua kumtazama na kumtaka azungumze nami kuhusu jambo lilokuwa likimsumbua, lakini pia mara alipokuwa karibu nami, nilisahau kabisa kuhusu hilo na kufurahia uwepo wake. Wakati huo, baba yake Kelvin aliendelea kupanga njama zake za kuhakikisha wanafunzi wote wanatolewa sadaka. Kelvin alijua kwamba wakati wa kutoa sadaka ulipokaribia angehitaji kufanya maamuzi magumu sana lakini akutaka Briana ajue ukweli huo mapema, hivyo aliendelea kumlinda kwa kila hali. Mara nyingi nilimuuliza Kelvin, Kelvin kwani unasema ukifa nisiuzunike? Kuna kitu nanivichwa kutoka kwako? Kelvin alitabasamu na kusema, Briana, mimi nipo hapa kukulinda kulinda, usijali, tutashinda tutashinda changamoto zote hizi pamoja. Nilihisi upendo na faraja kutoka kwa Kelvin, lakini hofu ilibaki moyoni mwangu. Nilijua kwamba siku zijazo zitakuwa ngumu zaidi, lakini niliamua kuwa na nguvu na kujitahidi kwa ajili ya wote. Usiku mmoja, Kelvin alipokuwa karibu nami, alinipapasa uso wangu kwa upole na kusema, "Briana, nataka ujue kwamba nakupenda sana. Uko maalum sana kwangu." Nilihisi machozi yakinitiririka, nikisema kwa sauti ya upole, "Kelvin, nakupenda pia. Naogopa kukupoteza wewe." Kelvin alinikumbatia kwa nguvu. Brianna, tutaweza kushinda haya yote pamoja. Mimi nipo kwa ajili yako. Nikiwa na uzoni moyoni mwangu nilijua kwamba upendo wetu ungeweza kushinda changamoto zote. Nilijua kwamba tutaweza kuendelea kupambana na hatari zote za ulimwengu wa majini kwa msaada na upendo wa Kelvin. Nisijue Kelvin ana mpango wa kujitoa sadaka. Mambo ni mengi. Kelvin amepanga kujitoa sadaka alafu Brianna, hajui ni uzoni. Unadhani nini kitafuata? kwa kupata kupata maswali ya maj... majibu ya maswali yetu, tukutane kwenye sehemu inayofuata. Usisahau tu subscribe, alafu bonyeza ile alama ya kengele, share, like na comment. Mimi na wewe tukutane kwenye sehemu ijayo ya simulizi yetu, bye.